Hii dhambi ni kubwa, na inawaingizia wanaume wengi mapepo. Baba zetu walioga, walikuwa safi, wakapendeza. Kuzimu wana mikakati mingi sana kuwapata watu. Kwa kitengo cha saruni, sijui masaji, ni kitengo cha Yezebeli, anafanya kazi hiyo. Na uelewe, Biblia inasema taweka mikono juu ya wagonjwa na watapokea nini? Afya. Kwa hiyo mkono nikikuwekea kama mtumishi wa Mungu, unapokea neema ya kimungu, kwa sababu unakuwa na, na, connected na mbingu lakini kama mimi ni mwana wa kuzimu sababu Biblia inasema wana wa Mungu ni dhahiri, na wana wa giza pia. Yeah. Kwa hiyo unapoenda kahaba akikuwekea mikono, kuna mapepo yanakuingia. Unaona? Lazima. Lakini mwanaume kama mwanaume, mwili wake unapoguswa na mwanamke, mikono ya mwanamke iko tofauti. Lazima kuna hisia, hata kama wanaficha lakini huwa kuna hisia inaumbika. Nani? Na hiyo hisia baadaye inaweza kuhisi hata akiwa peke yake. Tayari anaingia kwenye dhambi ya uzinzi wa mawazo kwa hiki kitu watu wengi wako kuzimu, wanaofanyiwa masaji. Mwili wa mwanaume ni siri. Yani mimi siruhusu kuona hata kifua cha mwanaume, unaona. Na mimi kwenye macho yangu sipendaki, hata kama nimepita na gari nikaona mwanaume anakojoa, yani mara moja natoa macho yangu, kwa sababu ni unajisi. Sasa unampelekea mwanamke mwingine mwili wako ausugue, unaona? Cha kwanza, hasara yake kuzimu, na ku wana wana wana, wana gusa roho yako, kwa sababu wanaachilia vitu tele mikono. Lakini cha pili, tayari kuna tendo linakuwa linafanyika pale kati yako na yule mwanamke, amekuona uchi. Kwa hiyo yule mwanamke kama akikutamani kwamba eh, huyu bwana ana kifua kizuri, tayari wewe ni mzinzi. Kwa hiyo wengi wako kuzimu, kwa sababu hizo ni roho ya Jezebel spirit. Lakini wanawake wanaenda kuosha miguu yao, ni ukahaba, na wanaosha na wanaume mpaka mguu unafika hapa, amevua unasafishwa, wanaingiziwa mapepo kama nilivyosema, na miguu ndio utayari. Ndio maana wanawake wengi leo hawana kiu ya kwenda kanisani, maana wamefungwa tayari. Lakini hapo hapo, mwili wa mwanamke ni laini, anaposuguliwa kuna uzinzi unakuwa unaendelea pale kwa siri. Kwa hiyo hawa watu wanakwenda kuzimu bila kujijua. Shetani anaweza kukuruhusu uokoke, lakini kuiona mbingu ndio mchakato utakaouzuia. Na atafanya mbinu zozote kama hizo zikiwemo kuhakikisha huendi mbinguni. Watu wa aina hiyo hawahesabiki, kuzimu ni wengi sana.